Hello my good people, mambo vipi, mko poa, mambo zenu mmeamshwaje jamani, taweza mkawaona sasa, wameanza kuchangamka vizuri sana na sasa, wanahangaika njaa, hakuna chakula chini, hakuna chakula kwenye vyombo vya chakula na hivi vyombo na dini nilitoa nikavioshe, lakini kwa njaa walionayo sasa nafikiri nitawawekea chakula kwanza wale, halafu watakapokuwa wanapumzika ndio nikaoshe hivi vyombo, kwa sababu ni wanahangaika mno, wanahangaika mno kwa njaa, mona wanavyorukaruka, wametulia kabisa. Na msisahau, mpaka hapo bado hatuna kifo. Msisahau, mpaka hapa bado hatuna bado hatuna kifo. nanavangaika angaika, ona angaika. Nafikiri nimeweka chakula, ona anavaangaika. hatuna kifo hata kimoja, na mpaka kufikia hatua hii hatutegemei tena kifo. Jamani kumbukeni, tulisha hapa ni keso, tunaelekea kwenye gomboro mpaka kufikia hatua hii hatuna tena kifo na hatutegemei kifo goa. Wechikeni wetu hawa hapo, naona wanaenda hawa, wanainuka kabisa, hawana shida. So wacha tuwape chakula, naona unachotambania sasa hivi ndio wamefika ule umbi wa kula kweli kweli kula kweli kweli. Sahizi hawana masiara na mtu. Wakimaliza hiki watakuwa wameshiba. Watakapopumzika ndio nitatoa vyombo nikavioshe. Chumba chao mnakiona kiko kikavu tu. Wakishafika wiki mbili, tunawahamisha na wakifika wiki mbili tunaagiza wengine, tunataka yani, tusiwe tunaishiwa kabisa alafu tunasubiri, tunataka tuwe tunapokeza, bampa tu bampa, tusiache gap. Kutokana na soko lilivyo, inabidi tusiwe tunaacha gap ili tuweze kukimbizana na soko vilivyo kabisa. Naona yeah. kwa chicken wasaswa no Haya sasa, naona vifugu no, vyake vilivyo vinavyoenda vikubwa. Mimi napenda sana. Nachoomba tu usiache kusubscribe, ku share, ku comment, halafu tembelea TikTok. Tunakuwa na live kila siku saa mbili jioni, kunakuwa na mafunzo mazuri sana, tunakuwa na daktari pale, utajifunza mambo mengi mazuri sana ya yeah. Karibuni sana.